Somo linaloenda kwa jina la awezaye kutupatia haki ni mmoja tu. Hawezaye kutupatia haki ni mmoja tu. Tunatambua kuwa mwenye haki ni mmoja tu. Kama mwenye haki ni mmoja tu, basi tunatambua ni wapi kwa kwenda kudai haki. Hivyo basi mwenye haki ndiyo Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Hivyo na sisi tukitambua kwamba Mungu aweza kutupatia haki, hivyo tutaenda kudai haki zetu. Hizi ni haki kwa, yaani kwa mambo yote ambayo tunakuwa tumeyakosa, tunaenda kuyadai kwa Mungu mwenyewe. Kutaka kiongozi bora, tutamfata Mungu mwenyewe. Kuhitaji ndoa, tutamfata Mungu mwenyewe. Kuhitaji mafanikio, tutamfata Mungu mwenyewe tukisoma katika kitabu cha Zaburi sura ya saba mstari wa kumi na moja inasema kwamba Mungu ni mwamuzi mwenye haki na Mungu agazibikae kila siku. Ina maana Mungu anagazibika. Anagazibika vipi? Ni pale ambapo mwanadamu anakuwa ameenda nje na haki. Hivyo basi tukijua kwamba Mungu ni mwenye haki tunatambua kuwa mamlaka zote zimetokana na yeye mwenyewe, yaani mamlaka zote duniani kuanzia mahakama, kuanzia mawizara mbalimbali, wizara ya mambo ya ndani, wizara ya mambo ya nje, wizara zote zimetokana na Mungu mwenyewe, kwa sababu ni Mungu ndo na ambaye anatawala. Hivyo basi, mwenyezi Mungu ndiye anayetawala katika mwanadamu na katika falme zote, ni yeye ndiye anayemweka amtakaye, na sio sisi tumtakae. Hivyo basi, pale ambapo tutakuwa tumeenda kinyume naye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 tena umtukuza juu juu yake aliye mnyonge. Bwana Yesu asifiwe. Tena tumekusha kuona katika hizi katika hizi falme zimetokana na falme za zamani. Viongozi wa saa hizi wametokana na falme za zamani, kuanzia kina mfalme mfalme Daudi, wale ambao walikuwa wakichunga mbuzi mapolini walikuwa ni wanyonge, Mungu akawainua wa kuanzia kina Danieli kuanzia watu mbalimbali mbali, ambao walikuwa ni wanyonge, Mungu aliwainua, akapata kupaza sauti mbele ya ufalme kwa kutumia neno la Bwana. Hivyo basi, ikiwa kwamba ni Mungu ndio anayetawala katika dunia na katika ulimwengu, imempasa sisi tumuombe yeye aweze kutupatia mahitaji yetu yote. Hivyo basi tunakumbuka kipindi ambacho Yusufu, Yusufu alikuwepo Misri, alikuwa akitawala Misri. Pale ambapo alikwisha kuweza kufa, alitokea mfalme ambaye ni Farao, ambao ambaye hakujua haki na kujua utawala ulikuwa unaendaje katika haki. Hivyo basi aliwatesa wana wa Israeli ambao alikuwepo Misri kipindi hicho. Tunatambua kwamba wana wa Israeli walimlilia Mungu. Walipomlilia Mungu akaweza kuwainulia Musa. Tusoma katika kitabu cha Kutoka sura ya tatu mstari wa saba kinasema kwamba Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nime nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya, ya, ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Ina maana wana wa Israeli waliona hapa, tulipoteseka inatakiwa tumrudie Mungu aweze kutupa mtu sahihi. Hivyo akawainulia Musa ambaye alikuwa ni mnyonge, ambaye alikuwa ukweni wa Yeslo kuani, ambaye alikuwa ni mkuu wake, alikuwa akichunga kondoo, katokewa na sauti ya Mungu katika kijiti cha moto. Bwana Yesu wasifiwe! Tena hivyo basi, tunaangalia pale ambapo tunakuwa tumeshindwa kumtafuta Mungu atupe kiongozi sahihi, ndipo pale tutaenda katika matakwa yetu. Na Mungu anasema ombeni lolote kwa jina langu, nami nitalifanya. Na kuna neno pia anasema hamjaomba lolote kwa jina langu, ombeni lolote, nami nitalifanya. Hivyo katika Mungu, tukishagundua kwamba ni Mungu ndiye mwenye haki Tukienda kudai kila kitu, tutaweza kupewa. Tutapewa kiongozi bora, tutapewa haki yetu, tutakuwa na amani, mambo yote yataenda sawa. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo haki yakaa kwa Bwana tu na sio kwa mwanadamu, kwa sababu Mungu ndiye anayetawala kuanzia utawala wa mwanadamu na falme zote za kidunia Bwana Yesu wasifiwe tena. Baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi ya kusema. Mwenyezi Mungu awalinde wote.